Tumeweza kuanza mnada wetu wa kwanza na huu ndio mnada wetu wa umefanyika katika mkoa wa Mtwara, chama kikuu cha Taneku na ndio mnada wa kwanza kitaifa. Na kama tulikuwa tunaweza awali, kabla ya minada yetu kuanza, kulikuwa kuna mahali popote ambapo duniani minada ya korosho ilikuwa inafanyika kwa, ina maana hizi bei ambazo umeziona leo sisi ndio tumetengeneza mwenendo wa soko la dunia la korosho, na ndio umeona leo kwa bei ya chini tupata bei ya shilingi 2550 na bei ya juu tumepata shilingi 3500. Kwa hiyo tunashukuru wakulima, pia ni bei ambazo tunajua wakulima wetu zinawaridhisha, na wakulima pia wamefurahi na wameridhia kuuza korosho zao. Kwanza kesho tutaendelea na minada mingine. Sasa kama mnavyofahamu, minada ilikuwa tuanze tarehe 31 Oktoba, tukachelewa tukaanza sasa hivi Novemba, na kama mmeona tumeanza na tani elfu ishirini na sita siku ya leo kupitia chama kikuu cha TANECU na tunaendelea na minada mingine. Kwa hiyo mtaona kwamba tuna mizigo mikubwa iko magalani kwa kutokana na hali hiyo ya kuwa na mizigo mikubwa magalani Sheria kawaida kanuni za Bodi ya Korosho zinasema kwamba mizigo ya korosho isafiri kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni kutoka gala kuu kwenda bandarini. Sasa kutokana na hali hii, tutaruhusu magari ya usafirishaji ya korosho kutoka magala makuu kwenda bandari, kwa maana ya bandari ya Mtwara, korosho za mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaruhusiwa kusafirishwa kwa, kwa masaa ishirini na nne. Kwa maana korosho kutoka mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaweza kupelekwa bandari ya Mtwara kwa muda wa masaa 24, aidha kwenda bandari ya Mtwara au katika ghala ambalo liko mkoa wa Mtwara. Kwa mikoa mingine ile ya, kwa mfano kwa korosho za mkoa wa Pwani ambazo zinakwenda bandari ya Dar es Salaam zitaendelea kusafishwa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Vivyo hivyo korosho kutoka mikoa mingine yote kwenda bandari ya Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ruhusa hii ya kusafisha masaa 24 ni kwa mkoa wa ni kwa zile korosho ambazo zinakwenda bandari ya Mtwara tu au korosho ambazo zinakwenda kuhifadhiwa katika ghala katika mkoa wa Mtwara. Ni kwa nini tumefanya hivyo? Kwanza, kama mlivyoona, tumeanza na mizigo mikubwa na masa hii maghalani, kuna mizigo mikubwa, kwa hiyo tunataka mizigo iweze kutoka kwa haraka ili korosho zingine za wakumima ziweze kuingia galani kwa ajili ya mnada unaofuata. Lakini pia tukiruhusu masaa ishirini na nne inaleta mzunguko mkubwa wa, wa maroli. Roli linaweza kwenda likashusha mzigo likarudi, kwa hiyo maroli pia na magari yaliyopo yanakuwa na uwezo kusha mzigo mkubwa kwa, kwa, kwa, kwa haraka. Lakini pia tunataka pia bandari yetu tu, tuongeze ufanisi. Wanunuzi wengi ambao wananunua mizigo kwenye minada wangependa hiyo mizigo yao waweze kuisafirisha mara moja kwenda nchi hizo ambazo wananunua hususan nchi ya India na Vietnam. Kwa hiyo ina maana tukiruhusu masaa 24, wale wanunuzi ambao wamenunua mizigo galani wataweza kuchukua na kupeleka kwa pio, nje kwa haraka, lakini pia kishapeleka mizigo nje kwa haraka inawaruhusu pia wao kushiriki minada mingine. Kwa hiyo wanapoweza kutoa mizigo kwa haraka na kupeleka bandarini Mtwara, nje ya nchi inatusaidia sisi kuongeza mzunguko, wale wanunuzi kuingia tena kwenye minada na kununua mizigo mingine. Kwa hiyo ruhusa hii ya masaa 24 itatusaidia pia katika kuongeza mzunguko wa, wa wa magari lakini pia kuwezesha wanunuzi kupeleka mizigo nje walionunua, ili waweze kununua mizigo mingine. Kuna baadhi ya wanunuzi wameingia mikataba pale ambapo anakuwa ameshaweka mzigo kwenye meli, ndipo yule mtu ambaye ndio anamlipa hela zake kwenye kuingia kwenye mkataba mwingine. Lakini kama mnavyofahamu, huu ni mwezi Novemba. Mwezi Novemba huwa ni mwezi ambao tunatarajia kuwa kuwa na mvua, kwa hiyo tungependa mizigo mingi ambayo tayari imeshauzwa magalani iende isafiri kwenda nje ya nchi kabla mvua zijaanza kunyesha. Kwa hizo ndio sababu nne za msingi ambazo zimetufanya turuhusu usafishaji wa masaa ishirini na nne ya korosho kwa korosho zinazotoka mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma kwenda bandari ya Mtwara au katika magala ya kuhifadhi ambayo yako Mtwara.